Katika mkoa wa kaskazini Unguja tuna matenki mawili, tuna tenki la Bumbwini ambalo lenye gharama shilingi milioni mia saba na hamsini. Tenki lile limerahisisha upatikanaji wa maji katika shehia jirani na shehia ya Kidanzini, karibu vijiji vitano sasa hivi vinanufaika kwa uwepo wa tenki lile. Hali ya maji sasa hivi iko vizuri, hasa baada ya kujengewa tangi letu lilokojuu hapo ambalo linachukua mjazo wa lita milioni moja kwa kweli, Dkt. Hussein Ali Mwinyi ametufanyia mambo mazuri na tunayafurahia, kwa sababu hapo mwanzo ilikuwa maji tunapata, lakini tunayapata kwa shida, lakini kwa hivi sasa alhamdulillahi, maji tunayapata kwa wingi, masaa 24 maji tunayapata Hapo mwanzo kulikuwa shida ya maji ilikuwepo, tulikuwa tu yani, yani tunapata kwa siku siku mbili tunapata maji siku moja hupati, siku ya pili tunapata, unaamka, yani saa sita au saa saba ndo maji unayapata siku ya usiku hiyo, saa sita saa saba ndo ushote, unaweka dishi au beseni mpaka yajae, unapunguza kidogo, undalala kidogo, unaamka tena unapunguza kwenye yani mpaka ndo unapata. Ikifika saa kumi na moja maji hamna tena. Kwa kweli tulikuwa tunapata tabu kwa sababu kama maji utakuwa huyapati, inabidi uamke mapema alfajiri. Baada ya kuamka, harakati za ndani ya nyumba zinakusubiri mm, kuchota maji kuna kusubiri, kupika kuna kusubiri, shughuli nyingine za kijamii zinakusubiri. Lakini kwa hivi sasa ukiamka tu unafungua mfereji, maji yanatoka, unaendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo tunampongeza Dokta Mwinyi, tena tunasema mitano mingine tunamwekea yeye simambali ya maji lakini ndani ya shehia ya Kidanzini kuna miradi tofauti imetendeka ndani ya utawala huu. Tumejengewa hospitali, tumejengewa tangi liko ndani ya shehia ya Kidanzini, tumejengewa skuli ya ghorofa, kuna nyumba ya madaktari panga tupu. Hmm, nafikiri ndani ya utawala huu hali ndani ya shehia yetu, miradi iliyokuja mingi ndani ya shehia yetu in, inatuonyesha upeo mkubwa wa Dkt. Hussein Mwinyi kwa natuletea maendeleo ndani ya shehia yetu na Bumbwini kwa ujumla.